Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vime happen huko mtandaoni bwana ni kwamba e, kwa mara nyingine tena tunashuhudia moja kati ya wazungumzaji wakubwa kabisa katika mitandao katika ya kijamii huyu e, hapa si mwingine bali ni Ostaz Juma na msoma ametoa maoni yake kumuhusu bibie Zuchu. Kama unavyoelewa ni kwamba kwa muda mrefu sana tumekuwa tukimshuhudia eh, Ostaz Juma na Musoma akiwa anamkosoa na kumweka sawa Diamond, lakini pia vilevile amekuwa akimshauri vitu vingi sana Zuchu, lakini sometime huaga anavuka mipaka mpaka Zuchu nasikia ameshawahi kumfunguliaga kesi. Lakini this time around tunaona tena kwa mara nyingine Ostaz Juma amekuja kumzungumzia tena bibie Zuchu. So, kupitia ukurasa wake wa Instagram Ostaz Juma na Musoma amekuja hapa ameweka, amepost picha ya Zuchu, kisha akaandika ujumbe mrefu sana hapa ambao unamuhusu bidada huyo, akiwa ameandika kwamba, nasiha kwa Zuchu. Nadhani alitaka kuandika nasaha kwa Zuchu, lakini naona amekosea spelling, lakini akaendelea kusema kwamba, bwana Zuchu, leo naomba niwe mshauri wako kwa mara ya kwanza. Ostaz Juma ameanza hivyo. Now we are... then akaendelea kusema kwamba eh, kwa sasa wewe ni mke wa mtu na pia vilevile vile ni muhimu sana eh, kukumbuka kwamba ndoa inapaswa kuheshimiwa. Akaendelea hapo Ustaz Juma katika aya ya pili akaandika kwamba tangu nilipojua kuwa umeolewa siku sikuwahi tena a eh, kukufuata kwa maneno ya kimapenzi au kutaka kukuoa. Eh, nadhani kila mtu atakuwa nakumbuka kwamba eh, kuna kipindi ambacho kulikuwa kuna hizi habari zilikuwa zimetrend sana za kwamba Zuchu anang'ang'aniza ana au anataka anamtaka Diamond amuoe. Ya yaani Zuchu alikuwa kama vile anaforce ndoa eh, mpaka kwenye majukwaa, yani wakiwa jini, na perform stage ni alikuwa anamuuliza kila mara kwamba utanioa lini? Utanioa lini na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo by the time ambayo Zuchu anafanya hayo mambo, Ostaz Juma yeye alikuwa anasuggest kwamba Diamond di siyo mwoaji, yeye atamwoa. <mulia> Lakini hapa Ostaz Juma anasema kwamba tokea alivyogundua kwamba Zuchu ameolewa, ameacha kabisa mambo ya maneno maneno ya kimapenzi kwake, wala kutaka kusema kwamba anataka kumwoa. Kwa hiyo hicho ndicho alichokiandika hapa Ostaz Juma ameandika, kwamba tangu nilipojua kuwa umeolewa sikuwahi tena e, kukufuata kwa maneno ya kimapenzi au kutaka kukuoa, kwa sababu naheshimu ndoa yako. Lakini sasa naona kama vile kila kukicha una, e, unaitumia ndoa yako kama fimbo ya kumchapia mumeo, jambo ambalo si jema. Ustaz Juma akaendelea kusema kwamba na kuhakikishia kwamba usipokuwa makini unaweza kujikuta katika mgogoro mkubwa wa ndoa na mwisho wa siku ukaachika bila hata kujua ee, mka, e, bila hata kujua mkabaki mkiishi katika hali isiyo na heshima mbele za Mungu. Ustaz Juma akaendelea kusema kwamba kama kuna anayekushauri, tafadhali hakikisha kwamba mshauri wako wa kweli ni Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani wao ndio wanaojua maana halisi ya ndoa. Ustaz Juma akaendelea kusema kwamba ndoa ni taasisi takatifu kabisa e, inayohitaji uvumilivu, heshima na utiifu kwa mumeo hata kama mumeo ameoa mke wa pili e, kumbuka kuwa hilo ni, hilo ni ruhusa aliyopewa na Mwenyezi Mungu na haipaswi kabisa kuwa chanzo cha chuki au uasi. Akaendelea hapa Ustaz Juma kusema kwamba wakati mwingine mumeo hakuwa na nia kabisa ya kuoa mke wa pili, lakini matendo ya mke wake yanaweza kumsukuma kufanya hivyo hiyo na kuomba sana, mdogo wangu, jitahidi kubadilika. Siku moja unaweza kuja kujuta kama matendo yako, ikiwa ikiwa hutachukua tahadhari mapema. Ndoa ni amani, sio uwanja wa mashindano. Mheshimu mume wako, mtumie, mtumie busara na mtegemee Mungu eh, katika kila jambo. Umeona bwana, kwa hiyo huo ndio ushauri wa ustaz Juma na Musoma eh, kuhusiana na issue ambayo yeye ameiona katika ndoa ya bibi Zuchu na Diamond Platinumz. Alafu hapa kaja akaandika kwamba, eh, kuna wadau hapa wamekuja wameweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho ustaz Juma amemshauri Zuchu. eh, huyu hapa amesema kwamba bwana, umeandika umemshauri nini hapa? Unataka kukazia kwamba Diamond kesho wa mke wa pili hata baada ya Diamond kukataa Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana Ostaz, hebu acha upuuzi. Eh, unashindwa kuwa unashindwa kushauri watoto wake, umeshindwa kushauri watoto wako. Umeona Zuchu tu boya wewe unazeeka vibaya. Yeah, mwingine amesema kwamba ebwana Zuchu, punguza pumu, ndoa haitaki pumu za hamu kwa ha, za umo kwa umo. Hiyo ni taasisi, na ndio maana unapewa cheti kabisa, yaani kama vile ni mtihani mbele; unapewa cheti alafu mtihani unakuja mbele. Achana kabisa na drama au makasiriko yasiyokuwa na maana. Ndoa yako ni jukumu lako kulijenga au kulibomoa. <mulikana> kuna mwingine hapa nasooe, bwana mzee, leo umeongea pointi sana, Allah akulipe kwa elimu hiyo kuna mwingine amesema kwamba, bwana Zuchu zingatia maneno ya huyu jamaa ya aliyoyaandika, yana maana. Kuna mwingine amesema kwamba, bwana wewe kama nani yani, mpaka uamue kuja kumshauri kwenye mahusiano ya watu. Kuna mwingine hapa amecheka sana, bwana, unatafuta kweli kutrendi Bwana, kwa nini usiachane na hiyo familia? Au ndio unataka urudi kwenye ubora wako kama zamani na unaona kwamba bila ya wao, bila ya wao hutoboi maana? Eh, kuwachokonoa watu wasio kuchokonoa nayo na pia ni kipaji jamani, na kuonea huruma hayo. Eh, ni maoni ya, bada, ya baadhi ya watu ambao wameyatoa, eh, kwenda kwa Ostaz Juma na Musoma baada ya kutoa ushauri wake kwenda kwa bibie lakini pia vile vile hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza Ustaz Juma na Msoma kumshauri Zuchu. Kuna peji hapa imeandika kwamba mwanamitandao maarufu kabisa Ustaz Juma ametoa nasaha kwa mwanamuziki Zuchu, na pia vile vile ameomba kuwa mshauri wake, na amemshauri kwamba kukumbuka kuwa ndoa inapaswa kuheshimiwa na yeye ni mke wa mtu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile hakikisha tu unasubscribe kwa ajili ya kupata update eh, zaidi.